Na mimi nimeishi nje kwa miaka zaidi ya 15 sasa hivi. I mean, kuanzia ujanani wangu niliishi Asia nikaja kuishi Marekani, and hofu yangu kubwa sana nilikuwa kila nikiangalia watu ambao wanatoka nje wakija Afrika hawajaendelea zaidi kuliko wale ambao walibaki pale pale. Kwa mfano, unamkuta mtu ambaye ameka amekaa nje miaka 20 30 akirudi Afrika, wale aliowaacha wameshaendelea sana, wana mali, wana biashara wanaweza ku retire hawahitaji kufanya kazi ili kuingiza kipato, na watoto wao wanafanya vizuri tu, lakini wale ambao waliishi nje bado wanahangaika sana, hawawezi ku retire na kama wana retire basi hawana chochote. Kwa hiyo nikawa inanikaa sana kwenye akili yangu, ikawa ni hofu kubwa sana mpaka nikuja Marekani, nikaja ku understand kwamba sio kuishi nje ndio tatizo. Unaweza kuishi nje miaka mingi, lakini kama lengo lako ni just kukaa kupiga picha na barafu lakini ukianza kufikiria, okay, how do I understand system ya nje na nikafanikiwa nao? Kwa mfano mtu akienda Afrika akakamatwa na polisi alafu akajifanya ndio fight for their rights, au aende benki wana fight for my rights, it's not gonna work, kwa sababu system ya, ya kula iko hivyo. Watu wakula kwa watu tofauti, unazungumza tofauti, unaelewa system inavyofanya the same way So same thing ambao ukiishi nje, ukiwa Marekani, inabidi uelewe kwanza system yao ikoje. Wanafanya kazi vipi? Ukakaa, kama lengo lako ni kufanikiwa, kaa na watu ambao wamefanikiwa na wako hapa miaka mingi. Ujifunze je, kitu gani wanafanya ambayo mimi naweza nikafanya? Kwa sababu kila mtu anaweza kaja nchi kama hizi akafanya kazi za kawaida tu. Alafu akapata dola zake, kasafiri akaenda kutembea likizo ya. Lakini hilo ndo lengo au lengo ni kufanikiwa na ukafika at least hata ukarudi Afrika ume umejisogeza na wewe umefika either level sawa sawa na wale walioacha, au hata umewazidi kwa kidogo. Hilo ndilo lengo sasa. Kama hatulizungumzi hilo lengo, hatutaweza kujua suluhisho. Na kwa kukaa kwa muda huu sasa hivi ku try to understand system ya hapa, nimeona kama watu wengi sana, especially kwenye nchi zetu, tukija nchi kama hizi, hatuweki nafasi sana kwenye kujua system ikoje na vipi sisi tutafanikiwa tunaangalia tu, tunapiga shift, tunapata dola hapa na pale, tunafurahi, tunapiga picha kwenye barafu, tukaenda likizo Afrika, tunacheka, lakini hatuwezi kufika goal, uh, hatuwezi kufika wat, watakapofika wao. So, kama wewe unajali kuhusu vitu kama hivi, reach out to me, tukae tuzungumze, itakueleza I will show you how it's done because kila mmoja wetu anaweza kufanya mabadiliko leo, na ukaona the future yako ikabadilika, at least ika make sense kwamba umeishi miaka nje